Mara baada ya kuongea na wanafunzi hao, Anna Tengia ambaye ni afisa kutoka mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya hapa nchini ametuambia lengo la kufika mkoani Singida na kutoa elimu hiyo. Tuko hapa Singida kwa ajili ya kutoa elimu kwa umma uh, Tanzania kuhusu madhara tokanayo na matumizi ya dawa za kulevya. Uh, kama mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya tuna mikakati mikubwa minne na mkakati mmojawapo ikiwa ni kutoa elimu kwa umma Tanzania kuhusu madhara tokanayo na matumizi ya dawa za kulevya. Lakini elimu kwa wanafunzi kama ulivyoona wanafunzi wa shule za msingi, sekondari, vyuo vya kati, vyuo vikuu uh, vijana soko katika mfumo rasmi wa elimu, lakini vilevile tunatoa elimu kwa viongozi wa dini na serikali, tunatoa elimu kwa wazazi, walezi na tunatoa elimu kwa wasanii uh, katika kuwasindikiza maafisa hao, Diwani wa Kata ya Utemini Shedrack Shayo aliwasindikiza na kutoa neno la shukrani kwa maafisa hao. ya vijana vijana, tukiamini wakitoka hapa watakuwa tayari nao pia kuwa mabalozi wa kufikisha taarifa hizi kwa ndugu zao jamaa na marafiki, ili waweze kujikinga na kutokomeza kabisa janga hili la madawa ya kulevya. Kwa kipekee ni washukuru sana na ninawakaribisha sana leo pamoja na siku zingine ili kuhakikisha tunajenga mikakati sahihi ya kuwa na jamii ambaye imestaarabika na ambaye inaepukana na madawa ya kulevya. Kwa upande wa wanafunzi ambao ndio walengwa wa elimu hiyo, na baada ya kupata elimu juu ya madhara ya dawa za kulevya hapa, wanatuambia walichoambulia katika elimu hiyo na viongozi wa mamlaka ya kusimamia madawa ya kulevya wanatupa elimu kuhusu madawa ya kulevya kwao, tutatoa ushirikiano kwa wale. Tunashukuru mmekuja hapa, tunawaahidi tutatoa ushirikiano kwa kupiga namba moja moja tisa. Ikitokea mtu huyo amefanya hivyo, tutapiga namba moja moja tisa. Nashukuru mamlaka kutupatia elimu na sisi tunaahidi tutatoa ushirikiano kwa kupiga namba moja moja tisa pale ambapo tutabaini wauzaji anayetumia dawa.